Leo tunakuletea shampoo. Shampoo ambayo inaenda kufungua matundu yako ya nywele na kuyaacha yakiwa safi na kuyaacha yakiwa na utayari wa kupokea mafuta mengine yatakayofuata stahiki, ili kukupa wewe faida nzuri, ili kukupa wewe matokeo ya urahisi, matokeo ya muda mfupi na faida ya nywele zako kukua zenye afya, nene, imara, zisizokatika, zisizovunjika vunjika, vunjika zenye mng'ao mzuri sana na haya yote unayapata baada ya kutumia hii shampoo, ambayo ni ya asili, haina viambata vya sumu. Ni shampu ambayo inatumika na watu wote, wanaume, wanawake, watoto, mtu yoyote yule anaweza kutumia hii shampoo. Na faida yake ni kukuweka ngozi yako safi, pamoja na kufungua matundu yako ya ngozi, pamoja na kuondoa mba, pamoja na fangasi na miwasho kwa watu wote. Hii ni shampuu ambayo ni tunatumia kama dawa kusafishia ngozi. Karibu sana, na unaipata kwa bei ya shilingi elfu kumi kwa elfu ishirini, inategemeana na ujazo. Tupo tabata Bima, jijini Dar es Salaam. Karibu.